Likujwalwa likumalizi sawa, linakula kidogo kidogo. We mshenzi eh? Mshenzi mwenyewe we. ni mwanamke gani usiachika? Kila siku kusumbua ndoa yangu, na shida gani wewe? Lakini ndoa hivyo, unajua maana ya ndoa wewe? Unajua maana ya ndoa, unaropoka mwanga mkubwa wewe. Umenimwagia nini? Wewe, wewe usinipandishie sauti, shusha sauti yako unapokuwa unaongea na mimi hivi kwa kuniangalia mimi, na wewe nani mwanga? Mimi naweza kuwa mwanga, wewe ndio mchawi, wewe ndio mwanga, jiangalie. Kitu ambacho nimekigundua kutoka kwako, binti, kwenu mnaziki sana. Yaani nyiye mnaonekana mmetoka kwenye familia ya kimaskini, kwa hiyo baada ya kuona nyumba na vyakula vilivyojaa mle ndani, ukadadarika. Umenitoa sasa, kilichokufanya unifuate kwangu ni kitu gani? Sikia nikwambie, hapa upo kwenye imaya yangu, nina uwezo wa kukudumbukiza kisimani na amna mtu yoyote atakayejua mm. Sikiliza wewe, ndo una ziki, ndo maana kutwa kucha unahangaika kuja kumchukua mme wangu lakini, nikwambie msichana, hautofanikiwa yule sio mwanaume wako tena, yule ni mwanaume wangu mimi. Ndio Aisha kushinda unang'ang'ania nini? Mbona wanaume hapo wengi? Wewe chukua hata bodaboda bwana. Hivyo unajua ndio wewe sisa. Tutakuja kuona kati yangu mimi na wewe nani ni mke wa halali. Usione na kuachia ukataka kunipanda kichwani. Msichana, kaa mbali na mimi, nitakuharibu. Uwo uchai wako peleka huko, unakuja tu hapa na uangawanga wako Unapokuwa unazungumza na mimi, njoo taratibu, nitakuharibu. Unaona huruma mimi? Nitakuharibu nakuambia, niharibu uone. Yani unavyotaka, nami nataka hivyo hivyo. We mtoto, usimfokee mama angu! Hivi mtoto, una adabu kweli. Shinda tena, ishia hapo hapo. zawa kwako ndio mnyoshe kidole, sio mtoto wangu. Toka mama, tumpige huyu. Vipi mumia? mm. Pole. Mama yule simpendi. Basi mwanangu, atakuja tena nyumbani kwetu sawa? Baba. Mm. Baba. Yeah, yeah. Baba. Mm. ka mm hivyo -hmm. Unalichukuliaje ni swala? Kuhusu nini? Kuhusiana na mama Amanda, na unaona umekaa kimya tu ndugu yangu. Hivi Maliki, natakiwa kuzungumza mara ngapi ili uweze kunielewa? Kama sihitaji kabisa uweze kuzungumzia maswala yangu ya maswa kifamilia. Mimi sikuingilii familia yako kaka, bali natetea kuhusiana na shemeji yangu Mama Amanda mm-hmm. Hivi ndugu yangu, huyu mwanamke amekupa nini wewe? Mbona unataka kunielewa ndugu yangu? Aya, mambo yaache kama yalivyo, huwezi kunielewa na hutokuja kunielewa. Kwa hiyo ah, shemeji kumbe upo Unamchekeanaye hivi wewe? Mwanaume mzima mwenye akili zako timamu, umetoka ulipotoka, unakuja kwenye nyumba za watu kuleta umbea, hiyo miguu yako inakuwasha hmm? Alafu na wewe Twizi, marafiki wapumbavu kama hawa, wewe wakazigawashanga hmm? Sikiza, nikuambie kijana sihitaji kuona kwenye nyumba yangu, sijui kama unanielewa. Na wewe Twizi ili alijiaisha, tutalizungumza kaka. Ina maana umeshindwa hata kunitetea? Yaani hapa ndo naamini kuna kitu kiko sawa. Ndugu yangu huyu mwanamke sio mtu mzuri kwako kama utaka kunielewa, ndugu yangu sawa. Yani ndo unaondoka? Habari shemeji, mna shida gani? Semeni shida ini haraka haraka, ninahitaji kuondoka, na kama mmekuja kunikopa hela sina hata mia. Uh, shemeji, mimi nimekuja nataka tuzungumze kidogo. Ndugu uh, yangu, huyu kuna jambo alinishirikisha. Sasa, so, shemeji, unajua sisi ni wanaume, ni, ni wapambanaji kiukweli umeona na si kwamba tuzipendi familia zetu, hapana, ila sometimes tunakuwa tu tunapambana kwenye biziri harakati zetu, tunakosa umeona. Kwa mi nilichokuwa naomba mvumilie ndugu yangu kwa kipindi hiki, sisi tunapambana, na kiukweli kuna mchakato mmoja hivi tunausikilizia. Mambo yakishakuwa sawa tu, kila kitu shemeji, kitakuwa sawa kwa ule ugogoro ambao ananiambia, anajisikia vibaya, naambia bwana, mi nampenda mke wangu, lakini hanielewi. Kipato changu ni kidogo kwa sababu niko pale na nini. Kwa hiyo, shemeji, mimi nimekuja kukuelewesha kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba umvumilie ndugu yangu kwa kipindi hiki, mambo yataenda tu kuwa mazuri. Shemeji, mimi naamini nyinyi mnapendana sana. Sasa huu hii hali ya mpito hii, yajua kali uchumi, usiwafanye mka- mka- mkatoka mka, mka kwenye leli, labda mkagombana au vipi? Umeelewa? Si hicho ndio ambacho mimi kine, yani kimenifanya nije hapa tuzungumze. Shemeji, ni kweli mke wangu anachozungumza nje nje. Mimi nakupenda sana mke wangu na ndio maana nikamwona nimlete, uzungumze naye wewe, ndio unaweza ukamwelewa. Na kitu kingine mke wangu, sio kama napenda yeye ya hali na elimu, sio kama sina mke wangu. Ishu kazi nimekuwa ni ngumu sana kupata mtaani huko, naomba nivumilie. Mke wangu ni kweli kabisa, shemeji. Na kwa bahati nzuri haa, mume wako anaweza kufanya kazi yoyote ile, unajua, yani hata kama kwa kuwa la rangi yake nyeupe, kijukuu cha mtume, lakini kazi yoyote iko tayari kufanya. Huo kuna wakati tunabeba tofali, shemeji, tunabeba mchanga eh. Kwa hiyo mambo tu ataenda kuwa sawa. Mvumilie. Mimi sipendi anapokuja kunilalamikia hivi kwamba bana, mke wangu leo leo imekuwa hivi. Huaga na ninaumia sana. Kwa ndo maana nikasema nije shemeji. Ah uh, umvumilie tu mume. Kila kitu kitakuwa sawa. Mshamaliza kuongea? hiyo wewe Remi pesa una lakini umbea tu umekuja, unatoa maneno huko ndani unapeleka nje, ili nionekane mimi ninakunyanyasa, si ndio? Hakika wewe, kwenye wanaume suruali umevuka kabisa, tena ni mwanaume kipenzi, chini ubani juu, upelepweti. Sasa kama unaona ninakunyanyasa, ingia ndani, beba virago vyako na uweze kuondoka kimia

Karibu sana shemeji. Asante shemeji, japo lamani ulionipa ili niwea vigumu sana, hatimaye nimefika. Pole sana kwa changamoto shemeji yangu. Na haya ndo makazi yetu mapya, tuna wiki ya tatu sasa hivi. Nafahamu shemeji, lakini ujio wangu, nimekuja tuzungumze jambo. Sawa, hamna shida, tuzungumze tu. Hivi shemeji, ni jambo gani haswa limefanya wewe na twizi mtengane? Wala hata kuna jambo lolote, tulikuwa tunapendana sana na twizi, nadhani unafahamu hilo, lakini cha ajabu alinifukuza kwa kosa la mlinzi. Tena hakutaka kusikia chochote kutoka kwangu, badala yake alinifukuza mimi pamoja na mtoto da. Pole sana shemeji, lakini kwa nini usirudi nyumbani wakati utaratibu mwingine unafanyika. Shemeji, kama unavyofahamu, wazazi wangu hawakutaka kabisa mimi niolewe na Twizi, lakini mimi niling'ang'ana nikachagua kuwa naye kwa sababu nampenda sana, lakini licha ya kuchagua kuwa upande wa Twizi nikagombana mpaka na familia yangu yote kwa sababu yake ameishia kunifukuza mimi na mtoto wangu, yaani hakujali vitu vyote ambavyo tulifanya mwanzo, wala hakujali nilijitoa kiasi gani ili mradi tu niwe na yeye, mtu ambaye nilitegemea nitakuwa naye kwenye hali yoyote ile ya maisha. Angalia alichonifanyia, amenitelekeza mimi na mtoto wangu, wazazi wangu hataki kusikia chochote kuhusu hili swala. Pole sana Shemini, ila hata hivyo mimi nimetoka kwake lakini naona kabisa kuna kitu kiko sawa haswa yule mwanamke aliomchukua, kwa hiyo lazima tuweke li jambo sawa. Vipi kwa upande wako wewe unalionaje? Kiukweli sijui cha kufanya yani, hapa nilipo nakusikiliza wewe, kwa sababu hata mimi mwenyewe muda mwingine tu hizi simwelewi kabisa. Yani kuna muda kama anakuwa mzima, kuna muda nani kumbuka, kuna muda hatukumbuki kabisa yani kama akili zinakuwa zinaingia na kutoka hapo kwenyewe. Unapoona tunaishi kutegemea misaada ya watu, mtu akija amekupa unga kilo moja, unapika na kula na mtoto, yaani maisha yangu yamekuwa ya tabu sana. Do, sikuwahi kufikiria kama unapitia maisha magumu kiasi hiko, shemeji. Na vipi, Amanda yuko wapi? Amanda yuko anacheza na wenzie. Okay. Sasa naomba tufanye jambo. kuhusu mazingira unayoishi mi nitaweka sawa, lakini kwa sasa tujadili kuhusu hatima yako wewe na Twizi mpaka tujue shida nini mpaka imefanya miachana. Umenisaidia pakubwa sana shemeji, kwa sababu nampenda sana mume wangu sana. Basi usijali, ila kesho naelekea kwa babu, kwa hiyo nitakupitia ili tuelekee tukajue chanzo cha kuachana wewe na Twizi. Sawa, hamna shida kuhusu hilo. Mimi nitakuwa nakusubiri wewe tu hapa shemeji. Basi usijali. Ngoja nikutumie kiasi kidogo, kitakusaidia siku mbili tatu. Nitakushukuru sana shemeji. Usijali shemeji, tuko pamoja. Ah, uh, unajua ndugu yangu Remi, kwa sasa unatakiwa uwe mvumilivu kwa sababu bila uvumilivu, ili jambo kwako litakuwa ni gumu sana, kwa sababu kiukweli kabisa, bila kupepesa macho, pale wewe mwanamke huna ila umemuoa mwanamke mwenye jinsia tu ya kike, ila ana matendo yote ya kishetani. Unajua, mwanamke sahihi ni yule anayeweza kumvumilia mumewe na kuwa na kaba mbele za watu, wanapokuja wageni, hata kama mna mapungufu kiasi gani, lakini asingeweza kuzungumza maneno yale pale. Amekukashifu, yani kwa kifupi amekuvua nguo. Sisi tumekwenda pale kwa mapenzi tu, lengo atuone kwamba sisi bado tunahitaji uvumilivu wake, lakini ona sasa, ni mineno gani salotoa ile hmm. Ah, kusema kweli hayo ndio maisha ambayo mi napitia kila siku na hizo ndio changamoto ambazo shemeji yako anazo na sina namna kwa sababu sasa hivi pesa sina unafikiri nitaenda wapi? Ah! Ndugu yangu una kipaji, una kipaji kizito sana. Mimi binafsi siliwezi hilo jambo kama lile, ah, siliwezi. Yaani wewe hapo tukikwambia uishi na nyoka nyumba moja, uwezo huo nao mm. Uwezo huo unao, kwa lile janga ah, uwezo ule unao. Sasa mimi nisikilize, nikwambie kwa umakini, hapa kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza upulize ili iwake, au upulize ili izime. Sasa hapo utachagua wewe, yani nikimaanisha kwamba umvumilie mkeo mpaka hapo utakapopata pesa, kitu ambacho wewe juu unapata lini? Au umuache mke wako, utafute mwanamke mwingine mstaarabu, ili akuvumilie kwenye shida na raha ili upate utulivu wa akili. Sasa kama vile ndugu yangu, unapataje utulivu wa akili wewe? Hata ukipata kazi kesho ndugu yangu, hivi kuna kazi ukienda leo leo na leo leo unapewa mshahara hivi? utafanya kazi kweli kweli ndani moto kwa bosi moto. Hivi ndugu yangu utakuwa mgeni wa nani? hmm? Wewe na, ninakuuliza ni wewe Lemi, utakuwa mgeni wa nani kama mwanamke amenyoosha mdomo wake juu Kukujibu wewe na kunijibu mimi kunichamba mtoto wa kiume kama vile ah, yani, yani, ah, nimedhalilika leo. Yani Remi, leo nimedhalilika, haijawahi kutokea mm -hmm. Uh, kitu ambacho nakifanya mimi ni uvumilivu tu, lakini kama ningekuwa sawa, siwezi kuishi na yule mwanamke kabisa. Kwa <laughs> unataka uji, ujipate eh? ujipate ndio utafute mwanamke sahihi. Eh? Mwanamke sahihi anapimwa kipindi hiki, ndugu yangu Remi, yaani hapa ndio unatakiwa umjue mwanamke mzuri yupi mbaya yupi, unatakiwa uzishike mshiko ndio ujue huyu mwanamke sahihi. Ndugu yangu, watakuchuna, watakutumia, umeelewa siu? Lakini kwa namna ambavyo umezungumza hapa, ndugu yangu, kwa namna ambavyo nimekusikia wewe, bwana unampenda sana sasa sisi kuna wakati mama shemeji tunaonekanaga vieleele tukianza kutoa toa ushauri mwingi. Sasa mimi naomba nikwambie jambo moja, mvumilie mkeo. Amekugalagaza haya, amekutukana sawa, amekusiuka kupiga kwenye ukuta haya, yani lengo tu wewe ukae uvumilie. Kwa hiyo, kwa sababu umechagua kuvumilia, kaka, nakuomba vumilia mpaka kifo chako eh, yani vumilia atabadilika labda siku moja, ee hey, atabadilika haya. <laughs> Kweli atabadilika, si ndio mnavyojidanganya atabadilika. <laughs> Upate UTI na gonoria usinitafute. Malike, huyu rafiki yako ana matatizo makubwa sana tofauti na hilo mlilifuata. Ndio fundi, ndio maana nimemleta kwako. Hebu tuambie, kuna jambo gani lingine? Kweli kabisa, mtaalamu, nahitaji msaada wako. Napitia wakati mgumu sana, mimi pamoja na mtoto wangu. Isitoshe bado nampenda mume wangu, naomba unisaidie kwa hilo. Binti achana na mapenzi, binti kwa sasa inatakiwa unusuru uhai wa mume wako. Uhai wa mume wangu unamaanisha nini tena? <laughs> Eh, kanenepa kweli. Wanadamu wabaya sana. Nakuonea huruma sana binti, kwani kivuli cha Twizi tayari kishaelekea makaburini, na wakati wote kuanzia sasa mume wako atakufa.

Mana sometimes unaweza kutulaumu usiwa baba, maisha yetu si akinaba